Nilikuwa nacheka, kila mtu aliona tabasamu, lakini hakuna aliyewahi kuona kilichokuwa kinaendelea ndani yangu. Nilikuwa hai kwa macho ya watu, lakini ndani nilikuwa nimechoka kuishi. Sio kwamba nilitaka kufa, nilitaka tu maumivu yapungue, hata kidogo. Kila siku nilijifanya imara, nikawa bega la watu kulilia, nikawasikiliza wote, lakini hakuna aliyeniuliza na wewe unaendeleaje kweli? Usiku ulikufika kelele zote zilinyamaza, ndipo mawazo yalipoanza kunimaliza. Nilijiuliza maswali yasiyo na majibu: kwa nini waliondoka? Kwa nini sikutosha? Tatizo lilikuwa mimi? Nilianza kujilaumu kimya kimya, nikaanza kuamini, labda nastahili kuachwa. Na huo ndio uchungu mkubwa zaidi, kuanza kujichukia kwa kosa ambalo halikuwa lako. Nilitoa moyo wangu kwa watu, lakini hawakujua kuushika. Wakauvunja, wakaondoka kana kwamba haukuwa na maana. Nilikaa peke yangu muda mrefu, sio kwa sababu nilitaka, bali kwa sababu nilichoka kuumizwa. Lakini siku moja niligundua kitu: kama bado ninaweza kuumia, basi bado nina moyo, na kama bado nina moyo, basi bado sijaisha. Nilijifunza kukaa kimya bila kujilaumu. Nilijifunza kuacha kujilazimisha kwa watu. Nilijifunza kwamba si kila anayekupoteza anakupoteza kwa sababu wewe ni mdogo. Wengine wanakuacha kwa sababu huwezi tena kutumiwa. Kama unasikiliza hii sasa, labda unapitia maumivu yako mwenyewe. Nikwambie kitu bila kukudanganya: usijilazimishe kuwa imara kila wakati. Huwezi kuponya dunia wakati wewe mwenyewe unavuga damu. Haujavunjika bure, haujachelewa na bado una muda wa kujijenga upya. Wengine waliondoka ili ujikumbuke wewe ni nani, na siku ukijikumbuka, hutawahi tena kuomba thamani yako ifike.